Malengo ya watu wengi ambao tunaweka video TikTok au YouTube ni kupata subscribers wengi YouTube au kupata followers wengi TikTok. Na kwenye namna hii, kila mmoja huwa anakuwa na chochoro zake za kuhakikisha namna gani atapata followers wengi mwingine, namna gani atapata subscribers wengi, lakini kuna njia ambayo imezidi kuwa na kasi sana na madhara yake si ya kawaida. Hapa nazungumza sub to sub, au follow to Follow. Kwa wale ambao hawahusiki sana na haya mambo, tukizungumza hii lugha itakuwa hawajatuelewa, lakini ngoja tuzungumze kwamba kiufupi sana, sub to sub ni makubaliano ya watu wawili ambao wote wana channel za YouTube au TikTok. Mmoja ana sub kwa mwenzake, ana subscribe na huyu mwingine ana subscribe kwa mwenzake, kwa hiyo ni sub to sub. Maanake sub channel yangu ni sub channel yako. Tafsiri yake nini? Kwamba huyu aongeze subscribers na huyo aongeze subscribers na kwa TikTok ipo hivyo hivyo, follow to follow. Huyu kwa na follow akaunti ya huyu na huyu ana follow akaunti ya huyu. Kusudi gani? Ili wote apate followers wengi. Swali linabaki pale pale, je, njia hii ni salama? Ninachokwambia njia hii, usijidanganye, njia hii si salama kabisa ya kupata followers. Nitakupa sababu. Watu wengi hawatizame video yako, ni kwa nini watu walio subscribe au walio follows kwenye akaunti yako awalifolo kwa sababu we mumekubaliana tu, sio kwamba wanapenda kile unachokiweka kwenye hiyo channel yako. Kwa hiyo hata ukaweka hawaangalii, utaishia mulemule viewers kumi, ishirini, thalathini. Ya nini kumweka subscribers ambaye hana maslahi like? Sababu nyingine ni sababu muhimu sana, engagement inashuka Nikisema engagement ni ile namna watu wanavyoshiriki kwenye ile video yako, kutoa comment, kutoa kusubscribe, kushare, yaani namna ile. Na hii engagement ndiyo roho ya chaneli yako kuwa haraka. Maana yake nini? Hao watengenezaji wa hizo TikTok na YouTube na wao wana akili kuliko au pengine kama zetu, huo ujanja wameshaujua zamani sana. Usidhani kwamba kuwa na subscribers wengi au followers wengi ndiyo dili, no. Wameondoka huko zamani sana. Sasa wamekuja kitu kinaitwa engagement, watu wanavyoshiriki kwenye video yako, ndio video yako inakuwa kubwa au ndio channel yako inakuwa kubwa. Kuwa na masubscribers milioni moja, milioni mbili, followers milioni tatu, milioni nne, ikiwa watu hawatazami video yako, hawacomment ni bure. Mitandao hii YouTube na TikTok wanaangalia mambo kadhaa, kwa mfano, wangapi wameangalia video mwanzo mpaka mwisho, wangapi wamecomment wangapi wamelaiki, kitu kama hicho. Sasa hii inavyotokea, makomenti ndio ambayo inakuza chaneli yako, maanake wao wakiona yale yanayotokea makomenti na malaiki, wanaipa busti, wanaipa pro ile video, au wana recommend kwa watu, ndio maana video yako inakuwa haraka sana. Kwa hiyo engagement ndiyo roho ya kuwa chanali yako iwe kubwa. Acha mambo ya sub to sub na follow to follow, unaisumbua bure. Hata uwe na mamilioni engagement ndiyo dili. Kuna kitu pale TikTok kama ukitembea, pengine uleshawai kukutana nacho, kuna mtu akwambia, kama video yako inakuwa haiangaliwi sana, ingia kwenye hapa sehemu ya comment, fanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya hivi, fanya like halafu andika comment, halafu utumie mtu ni ujanja tu, sio kwamba ukikomenti pale ndio video yako e, unaotuma weza kwenda vairo hapana. Maana yake unamwongezea engagement yeye awe mkubwa. TikTok kuna wajanja nako <ehe> na TikTok kwa kweli, kuna mambo mengi sana kwenye mambo ya follow to follow. Kuna watu kazi yao ni hiyo tu, wameeka hayo maji kwa wanawapandisha mmoja, unapandishwa tap tu tap tu, ondoke, unaingia una subscribe, alafu na we unapata una follow na we wanakufollow hivyo Hayo mambo jamani, hayana maslahi yoyote kwa sababu hiyo follow to follow, ni kama kutia maji kwenye kapu. Engagement ndio dili. Madhara ambayo mengine unaweza kukutana nayo, hizi system za hii mitandao wanaweza kukumonita wewe au kukuona wewe kama spam. Spam ni kama labda tuseme Kiswahili fasaha ni mtu anayefanya uharibifu au mtu anayedanganya mifumo. Watajuaje? haiwezekani kwamba mtu mmoja ndani ya dakika moja upate followers elfu moja, elfu mbili ndani ya dakika moja au wewe ndani ya dakika hiyo hiyo uliopata followers elfu moja nawe dakika hiyo hiyo umefollow watu wengine elfu moja au elfu moja, elfu moja na mia tano au mia tano au mia mbili hai make sense hapo anaweza kugundua kipi kinaendelea ya pili Haiwezekani kwamba wenda ukafolo akaunti ya mtu au wenda ukasubscribe sbsribe akaunti ya mtu bila kuangalia video yake hata moja. Unawenda kufolo akaunti ya mtu au kusubscribe akaunti ya mtu lakini, ukija ukiangaliwa, hujawahi kwenda hata, hata siku moja kwenye akaunti hiyo kwenda kuangalia kipi kinaendelea. Inawezekana hujui hata uyu mtu anafanya kazi gani, video zake follow to follow. Kumbe huyu mtu mambo yake, anafanya mambo kinyume na maadili au kinyume na mambo ambayo hayakubaliki kwenye TikTok, wana follow to follow tu. Michezo hii ya follow to follow au sub to sub YouTube na TikTok ni hatari sana sana. Unapocheza michezo hii ya follow to follow au sub to sub, kuna mambo tarajia utakutana nayo kushuka kwa subscribers au follow. Leo unaweza kuwa na subscribers milioni moja, kesho asubuhi ukaamka una subscribers kumi. Kwa nini? YouTube na Instagram, hao watu wanaweza kuwafuta haraka sana, na hususan ni YouTube. YouTube wana system yao wanaita subscribers cleanup. Maanake nini? safisha safisha kwenye subscribers. Kila baada ya muda fulani wanapitia kwenye akaunti za YouTube, wanaangalia subscribers nani ambaye yuko huko. Subscribers hewa, subscribers hewa ni yupi? Ni yule ambaye toka siku alio subscribe hajaangalia video ya mtu huyu hata mara hii moja. Kwa hiyo mtu huyu atafutwa tu. Unaweza leo umepata subscribers mil, milioni moja asubuhi, jioni ukaishia subscribers watano. Follow to follow. Sub to sub haina faida, yote ni kujidanganya tu, na hii inaweza kukugharimu hata kibiashara. Kwa mfano, una chanali yako ya YouTube imeshaanza kupata matangazo, ukibainika unacheza follow to follow, au sub to sub, chanali hiyo inakomelewa matangazo. Matokeo yake haipati tena monetization, umepoteza kila kitu, na hata hivyo kibiashara sasa Usione una followers wengi au subscribers wengi ndio ndio utapata matangazo. Makampuni ambayo yako serious na biashara yao hayaangalii followers wala subscribers, yanaangalia engagement. Vipi, mtu huyu au channel hii inafanana baina ya namba za subscribers na video inavyoendelea. Kwa mfano, kama mtu ana milioni moja, kwa wastani angalau video yake iangaliwe ya na watu laki tano laki saba. Ikiwa ni kinyume na hivi Kampuni iliyoko serious na biashara haiwezi kukupa tangazo lake mtu wa aina hii. La kukushauri, tengeneza video yako mzuri, weka content mzuri, maudhui mzuri, weka channel yako YouTube, anza na subscribers moja mmoja au TikTok, pata followers mmoja mmoja, wale wale mmoja mmoja. Baadaye watakuwa wengi, lakini itakuwa ni jamii yako, na kusudia ni watu wanaopenda kile unachofanya. Hii itafanya chaneli yako iwe kubwa zaidi. Acha hayo mambo ya sub to sub au follow to follow, ni kujisumbua bure tu. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huwa mbili. Baibai.